Na majira ni saa tisa saa za Afrika Kati, ikiwa ni kumi majira Afrika Mashariki. Unasikiliza ni Baraka One TV na mimi ni ndugu yako the one and only Town DJP, baba la baba, mzee wangu Suma Rajab Wakili Kabonga. Kurushia haya matangazo, ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto, like, pia subscribe Baraka One TV tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow pages zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuonapata haya matangazo kila wakati. Big up sana kwa wote ndugu jamaa na marafiki ambao mko wanatusikiliza na kutoka pande zote za dunia. Kuna kabla sijasonga uh, mbele zaidi niseme kwamba um, tafsiri ya yale ambayo yametokea kati ya Wabembe na Wafuliru haiko mimi ndiyo nime, nimeifanya sawa. Haiko mimi ndio nilitaka hayo mambo yatokee. Kwa upande wangu, mimi nishawahi kuyazungumza hayo mara mingi sana sana sana, lakini inakuwa kwa kuwa ni ngumu kwa baadhi ya watu kusikiliza ama kuelewa. Na kama tutakuwa watu wakuwa na fichiana mazaifu, kufichiana aibu, kutokuambiliana ukweli ndio iko nasababisha mpaka sisi tujikute lewe, hii inchi yetu inashindwa kusonga mbele. Kuna mfano haya hapa, sisi wote hakuna mwenye anasahau kauli ambazo wa, Wafuliru, n, n, n, n, niseme hivi ambazo Wafuliru walikuwa wanazitoa mupleni ya Ruzizi, wakati wazalendo wa kibembe walitoka Fizi kwenda kupigana kule. Hakuna mwenye kusikia kauli zao, wanakuja huko sio kwao, wao wako nafanya oh, nini wanakia iba mali ma, ma, ma zetu huko siwarudi kwao nafugia kwao, e, bla bla nyingi zilisemekana, lakini objective haikukua ni kwenda kutia makamba, ni kwenda kupora, ilikuwa ni kwenda kupigana kuzuia adui asikuje. Ile division yenye ilianzia mba kubwa ya wazalendo bakifuliru na bakibembe, ndo hili lenye ilisababisha mpaka eh, kugawanyika kwa wazalendo na hata kwenye uwanja wa mapigano. Huko unakuta kwamba huu ni mzalendo wa fulani nan wa fulani hawezi kwenda mpaka kiongozi wake amwambie, akikutanana na kiongozi fulani hawezi kumuonesha heshima kama vile jeshi, mpaka kiongo, kiongozi wake awepo, tofauti na FRDC. FRDC unenakuwa uko Colonel mu Sud Kivu. Lakini sasa tena mu Nord Kivu. Sawa? Uko Colonel kaporale yoyote ama, ama na ni majoro yoyote kapteni mwenyewe utakutanana naye munor Kivu, atakupigia lusaku na tafata oda, utakuwa kwa kujua, anajua uko mkubwa wake. Unaona, sasa kuna baadhi ya mesaje nilipata e, watu wanasema ki nilifanya makosa kuweza kuweka ile mesaje asubuhi ya, ya kutafuta reconciliation e, kuambiana ukweli kwanza ki kilifanyika kisha tuje sasa, tukae chini tuzungumze. Na hiyo ndio shida yenye iko kama watu wa, amwambiani kwanza ukweli ili kupata solution, ina maana wote mko wanafiki na mnaficha mazefu yenu. Lakini wa, wa, wakati tunambiana ukweli, bwana, ulinikosea moja mbili tatu, hiki mimi sikupenda. Aha, kumbe hivi nilikosea, nisamee. Na mimi ulinikosea hiki. Aha, yona, mimi nilikuwa sijui, bwana, nisamee. Tuko binadamu, hata mimi pia na mazefu yangu kibao, mengi sana

i marecuperation mariki, politique i mapolitique yenye basha o wendo wazalendo basemaje, banakuwa ba mingi mu Uvira biote biku, banachochewa na basi ya bapoliticien juu ya marecuperation politique. Ah, leo tuseme depuis fra ya, ya Fizi iko pale Ushasikia byabacoordinater provincial mufizi, ushasikia seme mie ndo msemaji wa wazalendo ndani mufizi, ushasikia mie ndo rade mufizi. Ile ndo sasa sisi tuo tunazungumzia, tuambiane ukweli, ili tuweze kutafuta suluhisho ya kudumu na sio bla bla. Ndugu zangu, hakuna mwenye anachukiana na Mfuliru, hakuna mwenye na hapendani na Mfuliru, ni ndugu zetu, na lazima wote kwa pamoja tushirikiane, tuungane ili tuweze kumkunguta adui tumondoe katika maeneo yetu. Ilikuwa tu ni kifungua kinywa ambacho nitaka nikigusie kwa mida hii eh, ni ya Baraka One TV, habari na maelezo Um, maeneo ya Likasi, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezindua rasmi izine e ya kumonte bunduki silaha nzito nzito na nyepesi. Hiyo ni habari njema sana kwa Kongo mani anatakiwa na jamoto <laughs> e, umezunduliwa e, silaha nzito nzito bwana ambazo zitakuwa zinatumika kwa ajili zina ya kuwanyosha makahoko Mawaziri wa ulinzi wa CIRGL wakutana na Zambia hii tarehe kumi kudiskasi mambo ya usalama ambayo yako nazidi kuyumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkataba mpya umesainiwa wa kijeshi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania na tunatarajia kupokea wanajeshi elfu 12 kutoka Tanzania ambao watatwangana na M23 Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidiana na FARDC pamoja na Wazalendo. Huu ni mkataba wa kijeshi kwamba majeshi mawili nchi mbili zimesaini mkataba wa kijeshi wa kusaidiana. E, nafikiri tuanzie kwa hayo hapo. E, mambo matatu makubwa ndiyo tutakwenda kuyajadili. Ni kipindi cha habari na maelezo na machombezo mengine utakuwa unasikia hapa hapa eh, kutoka B1. Majeshi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia like ya Kongo imeweza im, kupiga hatua nyingine mpya ya kuweza kuimarisha vikosi vyake vya ulinzi ndani ya Maziwa Makuu kwa kusaini mkataba eh, ambayo inaitwa Te militaire ehe, pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba huo ambao umesainiwa miezi kadhaa iliyopita ulikuwa bado haujawekwa hadharani, sasa hivi umeweza kuwekwa hadharani. Ehe, mkataba ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kujumuisha imejumuisha mahusiano na nchi ikiwemo Burundi. Eh, tayari tuna huo mkataba na Burundi pia, tumeendea kwa Tanzania kuweza kusaini huo mkataba na Tanzania ili kuweza kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ikiwa na maana kwamba gisi tunaona army Burundi iko na kupigana front, na gisi pia JWTZ watakuja pia kusaidiana na sisi ili kutuungana na hawa watu. Kutokana na vyanzo vya kitaifa vinasema kwamba mkataba huo wa ushirikiano wa kuweza E, ndani ya domeni mbali mbalimbali za ulinzi ikiwemo mafunzo ya kijeshi, e, upelelezi pamoja na uh, kusaidia operesheni ambazo ziko zinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tanzania inatarajia kuweka kuwatoa wanajeshi elfu kumi na mbili ambao watakuja katika ardhi ya Lumumba na hivyo kuweza kufanya kazi ambazo uh, zimetajwa hapo juu kwa ajili ya kusaidiana na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurejesha amani ndani ya Maziwa Makuu. Vikosi hivyo pia vitacheza nafasi kubwa kwa kuweza kusaidia pia kwenda Kivu ya Kaskazini pamoja na Ituri ambako pia kuna matatizo kama hayo hayo ya utovu wa usalama kutokana na makundi yanayomiliki silaha eh, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuonesha huo uwezo wa kushirikiana na eh, nchi jirani ili kuweza kuwaondoa magaidi ambao wanaonekana kujaribu kuendelea kusonga mbele. Waziri wa Ulinzi Guy Kabombo Mwadiamvita ameweza kushukuru sana kwa nchi hizo za Afrika ya Mashariki Tanzania na Burundi kwa kuweza kukubali kusaini mikataba hiyo ya, ya ushirikiano wa kijeshi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kurejesha amani ya kudumu. Hiyo ni habari njema sana kwa Kongomani na wote ambao wanasikia e, waendelee kupiga mayowe, maana kwenye tunaenda ni pazuri zaidi kuliko tulikotoka. Naam, habari na, na maelezo, tukiachana na hiyo tutakuja kuieleza kui baadaye. Ningali kwanza na kupeleka kwenye habari zenyewe e, leo tarehe kumi, mawaziri wa nchi za, za ukanda wa maziwa makuu wameweza kukutana na Zambia kwa ajili ya kwenda kuzungumzia hali ambayo iko inaendelea Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. mawaziri wa ulinzi wana kikao cha kimataifa ambacho kitafanyika huko um, Zambia ndani ya uh, jiji la Livingstone e, leo hii Jumamosi tarehe kumi za mwezi wa kumi za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita, kikao ambacho kitakuwa na kazi ya ku... kazi zilianza tokea eh, eh, alhamisi alhamisi hapa juzi ndio walianza kuandaa hizo leo mawaziri wanakaa sasa sehemu moja kuweza kujadili kuhusiana na hali ya usalama ambayo iko inaonekana kuendelea ndani um, ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukichana na mawaziri hao wa ulinzi eh, pia kuna maexpert wa, eh, wanaohusika na masuala ya ulinzi kwa wa nchi mbalimbali. Pia kuna viongozi wa majeshi ya hizo nchi husika za nchi za Maziwa Makuu, hapa ziko Kongo, Rwanda, Burundi, e, Angola. Zipo nchi karibia kumi na mbili hivi ambazo viongozi wao wa, wa majeshi wameweza kukutanana, na pia na viongozi wanahusika na upelelezi wa hizo nchi wamekutanana leo Zambia kwa ajili ya kuzungumzia e, hali ya usalama ndani ya Maziwa Makuu, kikao hicho ambacho kitakuwa kiko na E, mambo muhimu ambacho kitazungumziwa ndani e, ya Zambia, watagusia kuhusiana na mkataba wa Washington pamoja na mkataba wa Doha na ile ya seselefe ambayo iko inafanyika kuweza kuhimiza M23 na jeshi la Rwanda kuweza kutii na kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. hiyo mm, ilipelekea kwa uh, kuweza ku, kuonesha nia ya kutaka kurejesha kabisa amani ya kudumu Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu hali ya Rwanda kukataa na kuendeleza kudumbisha uh, usalama imekuwa ikiwagusa wengi ndani ya ukanda wa Maziwa Makuu, na hata hivyo pia Afrika kiujumla. Baraza la mmoja wa Afrika na yenyewe pia liliweza kujitokeza na kutaka vikosi vya bwana Skeleton viweze kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hivyo pia nchi za maziwa makuu uh, na zenyewe hii sio mara kwanza zilikutana pia wiki miezi miwili iliyopita na walikuja na kauli moja lakini Rwanda haikuweza kushiriki na hata hiki kikao pia uh, Rwanda haitoshiriki Habari njema nyingine ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweza kutengeneza kiwanda cha kumontee e, silaha nzito nzito pamoja na nyepesi, na hicho kimefanyika maeneo ya Likasi, maeneo ya Graka Tanga, ambako kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina e, kiwanda ambacho kitakuwa kinatengeneza hizo silaha na zitaweza kusaidia kwa ajili ya kuimarisha ulinzi pamoja na kuwapa pia nguvu na motisha wanajeshi ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Kitendo cha kwenda kununua silaha nje eh, kuagiza silaha kutuma ma, makomisyon mbalimbali ma kwa ajili ya kutafuta silaha hakitakuwepo tena, kwa sababu silaha zitakuwa zinatoka humo mundani na hivyo kuweza ku reinforce bo hichi eh, kitendo ku, kimeweza kuwagusa, kuwagusa wanaharakati wengi na kusema kwamba eh, ndio mwanzo kabisa wa kwenda kumaliza hii vita. Endapo M23 itashindwa kutoka kwa utaratibu, basi nguvu itabidi zitumike ili kuweza kuondoa hizo. Ni habari muhimu ambazo tulikuwa tunazo uh, kupitia habari na maelezo ya Baraka One TV. So tungane wote kwa pamoja, sasa twende tugusigusie point moja baada ya point nyingine. Tuanze na hii point ya kiwanda. Kongo imekuwa ikinunua silaha nyingi sana kutoka nchi mbalimbali na katika nchi ambazo tuko tunaenda kununua silaha ndo hizo hizo ambazo pia tuko tunakutanana na, a, a, Rwanda. Tuchukue kwa mfano uh, Israel. Israel ni nchi ambayo inatuuziaga uh, silaha za drones, uh, pamoja na silaha zingine za masafa marefu na e, pia huko huko Rwanda naye pia anapewaga silaha hizo hizo kutoka katika hiyo nchi ya Israel. Na hivyo sometimes kwamba unakuta e, silaha ambazo sisi tuko tunazipewa na Rwanda, Rwanda nazo pia ambazo, ambazo tuko tunanunua yeye iko anazipewa kwa bure, na sio kwa bure, kutokana na jinsi wako wanaiba e, dhahabu na wanazipewa kwa asilimia kubwa, dhahabu hizo zinakwenda kwa nchi za, za wenzetu kule, kisha wao wanafaidika na zile silaha ambazo wako wanazitumikisha pia tena kuja kumaliza raia ambao wanatia kwa hiyo Kongo imeamua kujimarisha yenyewe na kusema kwamba ni lazima iweze kujisimama. Nafikiri kwa wale wenyewe wanakumbuka kipindi cha mzee Laurent Desire Kabila. Waliwahi pia kutengeneza silaha huko Mundani. Ee, watu wakaua kile kiwanda kwa sababu ya wivu na chuki ambazo zilikuwa zipo. Wale wale wanajeshi ambao walikuwa ndani ya ya vikosi walikuwa wanakolaborate moja kwa moja na magaidi na hivyo kuweza kuua kile kiwanda. Na ndio hicho pia kimekuja kufufuliwa kwa sasa hivi, kiko kinafanya kazi na silaha za kwanza ndio hizo ambazo mko mnaziona hapo zimeweza kutolewa, na fikiri uh, ni jambo la kuweza ku, kuunga mkono na kulisapoti kwa nguvu yote ili liweze kuendelea, kwa sababu hatutakuwa uh, tunanunua silaha tununue risasi tununue nini, na sisi tuko na yale madini ambayo yanaweza kutengeneza vile vitu humu ndani angalau Eh, tunaweza kujitegemea kwa kiwango kimoja ili kuweza kuimarisha misingi ya nchi yetu pamoja na ulinzi wa taifa letu. Eh, swala la viongozi wa mawaziri wa ulinzi, viongozi wa jeshi ngazi za juu eh, na wakuu wa, wa, wa, wa vyombo vya ulinzi wa nchi mbalimbali kukutana na Zambia ndani ya mji wa Livingstone kwenda kuzungumzia masuala ya usalama ndani ya Maziwa Makuu limekuwa ni swala ambalo limekuja lilianza kuandaliwa tokea mwezi uliopita, na hivyo kuparticipia ama kutokuparticipia kwa Rwanda, hilo sawa, hilo uh, swala linatarajiwa, wanaweza wakaja ama wasije, na endapo hawatakuja, basi wale ambao wataparticipate wataweza kutoa maamuzi sahihi ya nini ambacho kikao kimeamua kutokana na hali yenye iko inaendelea. Kumbuka kwamba nchi za maziwa makuu Uh, nchi pekee ambayo ni kubwa, tajiri, bosi, mkurugenzi mkubwa ni DRC, na ndio nchi hiyo hiyo ambayo iko na kumbana na shida kibao. Uh, na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevamiwa, na hivyo wananchi wengi wameweza kupoteza makazi yao, wamekimbia, wamekuwa ni ombaomba, eh, wamekuwa ni, mm, ni wakimbizi, licha ya kwamba serikali imeweza kutuma delegation kwenda Burundi kwenda kuchunguza kuona wakimbizi ambao wamekimbia na nafikiri misaada pia ya kihutu imeweza kutolewa na watakwenda kuasistia kambi zote ambazo ziko zinaendelea kupata mateso huko nchini Burundi. Na inategemewa Rwanda kufika ama kutokufika kwenye haya mazungumzo. So, wakuu wa nchi za ukanda wa Maziwa Makuu leo hii wako nchini Zambia wanazungumzia jinsi watakaofanya ili kuweza kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko nasikiliza kipindi cha habari na maelezo. Tanzania iko tayari kutuma wanajeshi elfu kumi na mbili kuja kuungana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya ulinzi, usalama, mafunzo ya kijeshi, mafunzo ya upelelezi eh, kutokana na hali yenye iko inaendelea. Mkataba ambao umesainiwa kati ya Kongo na Tanzania utaweza kupelekea nchi hizo mbili kuweza kuimarisha ulinzi. So, nafikiri, um, kama tutakumbuka vizuri vikosi vya Tanzania vinafanyaga kazi nzuri sana wakiwa wako wa Kongo, hata walivyokuwa Goma uh, ndani ya vikosi vya, vya, vya MONUSCO wao na South Africa ndio walikuaga mstari wa mbele kabisa kusaidiana na Mamadu ili kuweza kupiga M23. Yaani wa Tanzania wakijangaje mu vita wanaendaka direct tofauti na Kenya na Uganda. Kenya na Uganda wale yani, ni wafarisei. Utaona bana jiprepare banaenda kmaaende wapigane; kufika kule ad a siku madui wanakuja wanapita, na wao ndio wako wanatoa plan. Lakini Tanzania na South Africa E, wamekuwa wakitusaidia sana, hatuwezi kataa hilo swala, ne? Lazima tuwe barkonesa tuseme kwamba nchi ya Tanzania wamekuwa wakisaidiana na sisi katika hali ya kurejesha usalama, lakini hii sio msaada wa, wa, wa bure. Ni makubaliano, ni mikataba ambayo imesaini. Ina maana kwamba tunalipana, unaona, yeah. Wao wanafaidika na vitu kutoka kwetu na sisi pia tunafaidika na uwepo wao kwetu. Mafunzo ambayo watakuja kutuletea ya upelelezi na mambo mengine tunakubali, kwa sababu e, nchi bila kuwa na rafiki sio nchi, na mwenzako wanapokuletea baadhi ya vitu ambavyo yeye iko navyo twende kwanza hivyo, sababu Tanzania kwa njia moja ama nyingine, uh, wanakali ka uzoefu ka upelelezi hivi licha <laughs> kwamba sio E, sio sana lakini e, wanakali ka ka uzoefu ka upelelezi na wanakuwa ni wasiri sana. Unaona? Mtanzania anaweza kuwa ni mtu wa usalama wa taifa lakini anakuwa iko na siri sana, na wakiingilia jambo hivi, kiukweli wanajenga jambo kabisa na, na unaona jambo linafika e, mwisho, tofauti na sisi. Hapo unakuta ni ile ile mtu wa usalama wa, wa taifa huko unaingia baa, unanijua? Mi mimi ndio mtu wa usalama wa taifa hapa kote hapa Yani hii unaweza kujitambulisha kabla hata hajatambulishwa, so utanufaika sana na uwepo wa Tanzania, na nafikiri wa wakongomani wengi e, ambao watasikiza B1 TV na watakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na Tanzania. Sisi binafsi tunashukuru kwa huu mkataba wa DRC pamoja na Tanzania, na tunategemea kwamba matunda yatakuwa ni mazuri, ili tuweze kufika hatua muhimu ya kuweza kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hilo ndo swala ambalo liko lina, linafanywa. Yani serikali ya halali iko inazunguruka ngambo zote kuhakikisha kwamba amani inapatikana. Yani ile ni lazima haikuwa seme ni ya kuungaunga ya ku, ee, twende kushoto kulia, ni lazima amani ipatikane. Unaona. Na amani itapatikana kwa, kwa udi ama kwa uvumba lazima ipatikane. So nafikiri hayo ndio ambayo tu tuonayo kwa siku hii ya leo kwa jioni hii mingine, tunaweza kukutanana tua majira ya saa kumi na mbili kupitia Baraka1 TV. Ni baba la baba. Uh, nasema bye bye.